a ni watu wa kusilimu wanaendelea kupata zawadi ya kanzu na zawadi ya Qurani na zawadi pia ya vitabu vya swala na ajuza. Ama, mashaallah mashaallah mashaallah, hii ndiyo neema wa Uislamu, watu wote watu, watu wa kusilimu. Allahu akbar wamama, wababa vijana wasichana, mashallah, neema ya dini ya Uislamu ndio hii, anazidi kupata zawadi kutoka kwa Salim Dawa. Mashallah, kwa wale Waislamu ambao huo wanajitolea, wanatoa nusura yao, tunaweza kupata kama ni kanzu, tunaweza kupata kama ni buibui, tunaweza kupata Qurani. Wallahi, Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho, siku ya Kiyama nusra kubwa sana, nusra kubwa sana ambayo inafanyika kwa watu wa kusilimu. Hii ni eneo ya Karai Kikuyu area. <coughs> Mashaallah, mashaallah. Kanzu hizi kuna ndugu zetu walitupatia, mashaallah, barakallahu fikum. Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho yaumul kiyama. Na kuna dada zetu pia kuna nguo zao pia watapata Mashaallah, ndio neema ya Uislamu. Hivyo leo ilikuwa ni siku ya watu wa kusilimu eneo la Karai, wengi ambao wanajua Karai, tuko katika eneo la Karai. Haya, kupata

Naam, vitabu vya swala. Mashaallah, mashaallah, mashaallah, mashaallah. Watu wa kusilimu mashaallah, leo wanapata zawadi ya vitabu mashaallah.

na nguo pia mashaallah, barakallahu fiik, barakallahu fiik, inshaallah mashallah, yeah. Neema kubwa

weze kupata zawadi, zawadi hapa. Mashallah, mashallah. Allah meanza kujipanga eh? Eh, amtaki mchezo wa alaikum salam eh? Eh, mama, mashallah, vitabu <tipi> <mashallah tip> ndio hivyo, ndugu zetu waliotoa hizi vitabu mashallah, mashallah, mashallah.